Habari. Jinsi ya kukata hiyo nusu kanzu ya shule unakata kama hivi. Utapima urefu na urefu ni inchi ishirini na sita, tutaongeza na inchi mbili nusu inchi kwa ajili ya juu na inchi moja na nusu kwa ajili ya kukunjia chini. Kwa hiyo hapo utapima inchi ishirini na nane, na baada hapo utanyoosha mstari kama hivyo. Na baada ya kumaliza hapo, utaacha nusu inchi juu kwa ajili ya kuunganisha kipande cha nyuma na cha mbele kama unavyoniona. Baada ya kumaliza hapo, utapima kwapa kwapa, kwa hapa kwa kwa ni inchi saba, lakini unaweza ukapima kuanzia inchi saba, nane hadi tisa. Baada hapo utanyoosha mstari kama hivyo, na baada ya kumaliza utapima kifua, utapima urefu wa kifua ambao ni inchi kumi na sita na baada hapo pia utanyoosha mstari kama hivyo. Baada ya kumaliza hapo utapima bega bega, utapima inchi nane na utakuja kwenye kwapa, utakuja utapima inchi nane, utanyoosha mstari kama hivyo. Na baada ya hapo utapima shingo. Shingo utapima inchi tatu na nusu upana na urefu. Kwa shingo ya mbele utapima inchi nne Hapo nilipima inchi nne na nusu lakini nikakumbuka kwamba hiki kitambaa changu ni cha mpira. Na shingo ya nyuma utapima inchi moja na nusu urefu. Baada ya kumaliza hapo utaingiza vipimo vya kifua, kwa hapo utaingiza inchi kumi utaongeza na inchi moja na nusu kwa ajili ya kushonea na nafasi, na utakuja kwenye tumbo, vile vile utaweka inchi tisa na nusu na utaongeza inchi moja na nusu. Baada hapo utatoa shape kama hivyo, na baada ya kumaliza utakuja chini utaweka vipimo kama ulivyoweka kwenye kifua. Baada hapo pia chini utatoa shape kama hivyo, na baada ya kumaliza utatoa shape ya kwapa kama unavyoniona mimi natoa na baada ya kumaliza hapo kinachofuata sasa utachukua mkasi wako na kukata sawa. Ukiamua kulazia bega unaweza ukalazia, kama hautaki haina lazima. Kwao baada ya kumaliza hapo kwa upande wa chini utakuja juu kwa inchi sita na nusu hii nusu kanzu ina mipasuo pembeni, kwa utakuja juu kwa inchi sita na nusu na baada hapo utakata kama hivi na kukata, utaanza kukata shingo ya nyuma na baada ya kumaliza hapo utaendelea kukata kama hivi ambavyo unaniona mimi nakata. Kwa baada ya kumaliza kukata pale ulipopanda juu kwa inchi sita na nusu utachukua kama hivyo na kuweka alama wakati wa kuja kushona uweze kujua. Baada hapo utaondoa kipande cha nyuma na utabakiza kipande cha mbele na utakata shingo ya kipande cha mbele kama hivi ambavyo unaniona mimi nakata koo. Baada kumaliza kukata, utakuwa tayari umemaliza kukata nusu kanzu. Sasa utapima kwapa, kwa hapa, kwa upande wa kwapa hapa tumepata inchi kumi. Kwa baada ya kupata inchi kumi utachukua vipande vyako vya mkono utakunja mara nne kama hivi na baada ya hapo kwa upande wa mkono ni inchi ishirini na moja urefu kwa hiyo hapa utapima inchi ishirini na mbili na nusu sawa kwa utapima inchi ishirini na mbili na nusu kwa sababu inchi moja na nusu kwa ajili ya kukunjia chini na baada ya kumaliza hapo upana wake hapa ni inchi nane na baada ya kumaliza utapima inchi tano inchi tano Hii itatuwezesha kupata shape ya kwapa. Kwa baada ya kumaliza hapo, utanyoosha mstari kama hivyo, na baada ya hapo utapima inchi saba Na baada ya kumaliza kupima inchi saba utaigawanya ile saba itakuwa tatu na nusu na juu utagawanya mara mbili, itakuwa mbili na nusu na utatoa shape ya kwapa yako kama hivi. Baada ya kumaliza hapo, unatakiwa uhakikishe, je, ni inchi kumi? Hapa ni inchi tisa, kwao tutaongeza inchi moja, itakuwa inchi kumi, na kwa upande wa chini ni inchi kumi na nne. Ukiganya mara mbili, unapata inchi saba, utengeza na nusu inchi kwa ajili ya kushonea, kwa itakuwa saba na nusu. Baada hapo utatoa shape yako ya mkono, na baada ya kumaliza hapo, utakata mkono wako kama hivi ambavyo unaniona mimi na kata. Baada ya kumaliza kukata, utaweka alama ili ukija ukiunganisha kwenye nusu kanzu yako uweze kujua wapi katikati kwa kati. baada ya hapo utachukua nusu kanzu yako hiyo utakuja utashona mabega na baada ya kushona mabega ndio utakuja utaunganisha mkono wako kama hivi ambavyo na kuelekeza. Baada ya kumaliza kuunganisha mkono wako, unachotakiwa kufanya kwa upande wa pale ambapo tumeweka alama, utakuja utashona hadi pale ambapo tumeweka alama, kwa ukifika pale utakuja kukunjia kama hivyo, kwa sababu hii ina uwazi, yaani ina mipasuo pembeni. Kwa baada ya kumaliza hapo, tayari utakuwa umeshaunganisha mabega yako. Unachotakiwa kufanya ni wewe kuja kupima mzunguko wa shingo ili uweze kuweka ufito. Mzunguko wa shingo kwa shingo ya nyuma ni inchi nane. Kwa hiyo inchi nane utaziweka hivyo, na utakuja utapima kwa shingo ya mbele. Kwa hiyo ukiunganisha utapata inchi ishirini na moja na robo tatu. Baada ya kupata hivyo unachotakiwa kufanya ni kuchukua kipande cha kitambaa ili uweze kukata ufito wa shingoni. Kwa utachukua kipande chako na utakunja mara mbili kama hivi ambavyo nimekunja mimi, na baada ya kumaliza hapo utapima inchi kumi na moja na kumi na moja na inchi moja kwa sababu hapa tunataka tuwe na inchi ishirini na mbili na robo. Baada ya hapo utanyoosha mstari ili uweze kukata ufito wako. Kwa upande wa upana wa ufito utapima inchi moja. Kwa ufito huu utakuwa na upana wa inchi moja na urefu wa inchi ishirini na mbili na robo. Baada ya kumaliza hapo utakuja utanyoosha mstari kama hivyo, na baada ya kumaliza kunyoosha mstari utakata ufito wako kama hivi ambavyo unaniona mimi nakata. Baada ya kumaliza kukata ufito wako, utakuja utakwenda utashona kwa robo, na baada ya kushona kwa robo inchi utachukua ufito wako na utakuja utaoshonea kwenye shingo ya nusu kanzu yako. Kwa hivi ndivyo inavyokatwa hiyo nusu kanzu ya shule. Kama kutakuwa na swali, tafadhali niulize.